Ikulu ya Marekani wame laani wamesema, BBC ni chombo cha habari za uongo kwa asilimia mia moja. Yani leo BBC inatajwa na Marekani kwamba ni chombo cha uongo kwa asilimia mia moja. Ndio maana nimesema kuna wakati hata saa mbovu huwa inaongea ukweli. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Revit ameitaja BBC kuwa mashine ya propaganda ya mrengo wa kushoto kwa sababu ya kuhariri hotuba ya rais wa Marekani bwana Donald Trump. Msemaji wa ikulu ya Marekani, Carolin, ameituhumu BBC kuwa ni chombo cha uongo na kinafanya uongo wa makusudi, kutokana na jinsi kituo hicho kilivyotoa taswira ya tukio uh, za vurugu ambazo zimefanyika Januari elfu mbili na ishirini na moja katika jengo la bunge la Marekani, Capitol, ambapo shirika hilo la habari lilikumbwa na lawama katika siku za hivi karibuni baada ya madai kwamba lilipotosha watazamaji kwa, kutak, kwa kukata na kuunganisha vipande tofauti vya hotuba za rais wa Marekani bwana Donald Trump ambayo ilipeperushwa wakati huo. Katika video husika, Trump alionekana akiwaambia wafuasi wake, tutaelekea kwenye Capitol, nami nitakuwa nanyi, tutapigana tutapigana kufa na kupona, na kama hatu, hamtapigana kufa au kupona, basi hamtakuwa na taifa tena kwa mujibu wa gazeti la The Telegraph, maneno hayo yaliharidiwa vibaya. Kipande hicho kiliunganishwa na hotuba mbili tofauti ambazo zilitolewa kwa nyakati tofauti, kwa nyakati tofauti katika kipindi cha dakika 54. Waandamanaji walionekana wakielekea Capitol baada ya video hiyo kuonyeshwa, walikuwa wakweli wamerekodiwa kabla Trump hajaanza hotuba yake. Katika mahojiano ambayo yalitolewa na The Telegraph mwishoni mwa wiki, Leavitt ameshutumu BBC kwa kuonesha vipande ambavyo vilichaguliwa kwa makusudi kutoka kwenye hotuba hiyo katika kipindi cha BBC uh, Panorama ambacho kilihusu tukio hilo. Nikimnukuu, anasema ni habari za uongo kabisa kwa asilimia mia moja na hawastahili tena muda wowote kwenye runinga za watu wakubwa wa Uingereza alizungumza, akiongeza kuwa kila mara ninaposafiri kwenda Uingereza na rais na kulazimika kutazama BBC katika vyumba vya hoteli, siku yangu huharibika kabisa, kusikia propaganda zao za wazi na uongo kuhusu rais wa Marekani na juhudi zake za kuboresha taifa na kuifanya dunia iwe sehemu salama zaidi. Levit pia amedai kuwa walipa kodi wa Uingereza wanalazimishwa kugharamia mashine ya propaganda ambayo ipo katika mlengo wa kushoto. Kwa upande mwingine, msemaji wa BBC alizungumza na The Guardian kwamba kamati ya miongozo ya uharili ya shirika hilo huzingatia maoni na mitazamo mbalimbali kuhusu taarifa zake. Anasema hatuwezi kutoa maoni juu ya nyaraka zilizovuja, lakini kila mara BBC inapo pokea mrejesho huchukulia kwa umakini na kufanyia tathmini ya kina alizungumza a huyo msemaji wa BBC. Sasa kwa nini niliongea mapema nikasema BBC? A, Marekani wakati mwingine inaongea ukweli, kwamba saa mbovu inaongea ukweli. Unajua Marekani ndio walikuwa wanufaika wakubwa sana wa taarifa potofu kutoka BBC, na nadhani moja ya kitu ambacho Yuhoma tulifanikiwa kukifanya ilikuwa ni wakati wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ile tarehe ishirini na nne wakati unaanza kuripoti special metal operation. Unajua kulikuwa na uh, unajua hapa duniani kuna, kuna mambo kuna hivi kuna kitu kinaitwa misinformation, kuna kitu kinaitwa disinformation, kuna kitu kinaitwa fake news, halafu kuna kitu kinaitwa deep news, sawa eh? Yani, deep fake news sasa. Tulikutana na kitu kinaitwa deep fake news ambazo zinaripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimagharibi katika operation hiyo. Kwa hiyo uh, sisi uh, tulifanikiwa sana kupigana vita ya ukweli na uongo, ili uongo ambao una nguvu kubwa uh, uweze kupata uh, yani uongo ambao ulikuwa una nguvu kubwa sana, ili uweze kuondoka katika fikra za watu wengi. Yani Yuhoma, tulipigana kuhakikisha tunazikataa habari za kuamsha hisia. Yani, kuamsha hofu, hasira pamoja na matumaini ambazo zilipikwa na vyombo vya magharibi. Kama haitoshi tulipigana sana kuzikataa habari ambazo zinataka kushawishi uhalali, yani nani yuko sahihi. Lakini pia tulipigana vita ya kupinga habari za kupandikiza simulizi, nani mbaya, nani mzuri. Yani hizo tulizipinga sana. Na wakati wa vita vya Ukraine uh, BBC na midia nyingine za magharibi walitumia picha na maneno yanayolenga kuonyesha upande wa Urusi kama tishio kwa ustaarabu wa dunia. Na wakati wa migogoro kama ya Gaza eh, wali ping, wali, wali, wali, wali, wali, hiyo, hizo midia za kimagharibi zilipunguza ule uharibifu wa Israel kwa kutumia misemo ya kisiasa eh, kama sio wanalipa kisasi, badala ya kuzungumza ukweli kwamba wanafanya mashambulizi. Yani mpaka leo kundi kubwa sana la watu kutoka pande mbalimbali mbali za dunia wamefunguliwa akili zao na Yuhoma TV, ambao tulijaribu kusema ukweli kwenye chumba ambacho kinafundisha uongo, na ni kweli watu wakaamua kugeukia uongo, na ndio maana tumekuwa na kundi kubwa sana TV kwa sababu, uh, tuliamua kusimama katika eneo ambalo tunaamini linaweza likawa ni eneo sahihi sana katika karne hii ya 21 tuliyokuwa nayo. Sasa kama leo Marekani wao ndio wanaolalamika kwamba wanasema BBC ni mashine ya propaganda. Sasa, ndugu zangu, ni lazima kwanza, pengine, kabla hatujaitazama BBC ambayo leo inalaumiwa na Marekani kwamba ni mashine ya propaganda, ni lazima tujue a uh, historia yake ikoje. BBC watu lazima mfahamu kwamba ilianzishwa mwaka 1922 kama British Broadcasting Company, na mwaka 1927 ikabadilika rasmi kutoka company na kuwa British Broadcasting Corporation, yani kama ilivyokuwa kwetu hapa Tanzania uh, Tanzania Broadcasting Corporation, na wao uh, walikuwa wapo chini ya ufalme royal charter ambayo ilitolewa na serikali ya Uingereza. Kuanzia hapo sasa, BBC ikawa ni taasisi ya umma yani public corporation ambayo inafadhiliwa na walipa kodi wa Uingereza hasa kupitia uh, zile kodi ambazo uh, zina, zina, wana, wanatozwa. Kwa hiyo unaweza ukaona mwaka elfu moja mia tisa ishirini na mbili huko ilikuwa ni British Broadcasting Company. Yani ilikuwa ni shirika au ilikuwa ni kampuni ya utangazaji ya Uingereza, lakini baadaye ikaja kuwa ni shirika la utangazaji la Uingereza. Sasa Je, BBC walikuwa na maudhui gani kwa miaka hiyo? Lengo la kuanzishwa kwa BBC, kwanza ifahamike, lilikuwa halijatajwa kisheria, mpaka kesho halijatajwa kisheria kwamba walisema wao ni chombo huru cha utangazaji ambacho kitatoa huduma kwa umma katika misingi ya kuelimisha, kwa maana kuhamasisha to inform, pamoja na to entertain. Na hizi ndizo kazi kuu za chombo cha habari chochote kile duniani. Kwa hiyo hiyo ndiyo ikawa BBC, au hiyo ikawa falsafa ya BBC, sawa, ambapo watu sasa wakawa wanaifuatilia BBC aa, kupitia misingi hiyo au kupitia falsafa hizo, sawa. Na hizo falsafa, ndugu zangu zilianzishwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa kwanza kabisa wa BBC. Alifahamika kama Lord John Reith ambaye alisisitiza kwamba vyombo vya habari vinapaswa kuibua ubora wa jamii, si tu kuridhisha ladha za, za watu ambazo wanazitaka na baadaye ndio uh, siakati tunasoma pia tuna kitu kinaitwa uh, Reithian principles kwa maana ya hizo uh, principle za mkurugenzi wake wa kwanza kabisa uh, wa BBC aliyefahamika kama Lord John Reith. Na BBC wao walisema watajikita katika misingi mikuu ya, mikuu ya kimaadili kwa maana ya ukweli na usahihi, uadilifu na uaminifu, lakini pia kutopendelea upande wowote, uwajibikaji kwa umma huduma kwa ulimwengu, pamoja na mambo mengine. Na hizi zote mazee, ndo vile vitu ambavyo sisi kwenye journalism tunavisoma. Lakini baadaye, pamoja na falsafa hizo, BBC sasa baadaye, wakati inaendelea kufanya kazi zake, ikaanza kukumbwa na kashfa mbalimbali, kwamba uh, wamekuwa wakitengeneza uh, propaganda kwa sababu tayari wameshatengeneza majina katika maeneo mbalimbali. Wengi wanasema imekuwa ni chombo cha propaganda cha serikali ya Uingereza hasa wakati wa migogoro ya kimataifa kama vita ya Iraq, Libya pamoja na Ukraine, bila kusahau Israel. Wengine wanaona imekuwa ikiegemea upande wa siasa za mrengo wa kushoto hasa katika mijadala kuhusu utambulisho, mabadiliko ya tabia ya nchi, utawala na hasa kulenga zaidi utawala wa Donald Trump lakini baadhi ya watazamaji wanasema kuto kupendelea kwake kumegeuka kuwa uh, wanaogopa ukweli. Yaani wanatoa nafasi sawa kwa hoja zote, hata pale ambapo ukweli uko upande mmoja. Yaani wao wamekuwa wakifanya hivyo na tumeona pia hata uh, kwenye operation ya Urusi. Kwa hiyo falsafa ya BBC wao wakawa wanasema ni kuhudumia umma kwa njia ya ukweli, usawa, elimu na burudani bila upendeleo. Sasa mazee, nafikiri tu, tuzungumze sasa ilikuwa kuwaje eh? Kama BBC nimewambia, ilikuwa ni chombo cha habari cha kimataifa cha umma kinachoelezea ukweli na uwazi bila kusahau uwajibikaji. Ilikuwaje kikawa chombo cha ajenda za kisiasa na propaganda ambacho kimekubuhu? Yani wameshindikana, mpaka mnaona leo wa Marekani wenyewe wanaibuka. Nitawaambia, nitawapa historia kidogo uh, ya kile ambacho ninakifahamu kutoka mwaka 1922 pale, sawa mpaka mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tano hapa katikati, mtajua kuna vita nyingi sana zilitokea, na uh, vita ya pili ya dunia ndo ilikuwa inaisha hapa arobaini na tano kwenye miaka yake hiyo, BBC ilikuwa uh, yani, kwenye miaka hiyo ishirini na mbili mpaka kuendelea, BBC walikuwa wanadhana kwamba wanataka uh, kudumisha ile sauti ya maadili ya Uingereza kama chombo ambacho kinajenga umoja, maarifa, nidhamu na kijamii lakini baada ya vita na wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, hapa ndipo BBC iligeuka kuwa chombo cha kimkakati ambacho kilitumiwa na serikali ya Uingereza kupambana na propaganda ya Ujerumani ya Kinazi, na hapa ndipo BBC ilianza kutumika kama silaha ya taarifa. Walianza kupeperusha matangazo maalum kwa mataifa yaliyokuwa chini ya uvamizi wa Ujerumani, wakihamasisha wananchi kusimama dhidi ya udikteta. Hapa ndipo burudani ilianza. Kwa hiyo, kwa mara ya kwanza BBC ikawa chombo cha habari cha vita, jambo ambalo liliweka misingi yake ambayo waliiweka kule awali pembeni. Sasa wakawa ni sauti rasmi ya ulimwengu kutoka Uingereza. Kwenye miaka ya 45, mwaka 1945 mpaka mwaka 1990, BBC ikawa sasa imegawanyika katika pande kubwa mbili: Magharibi ambayo iliongozwa na Marekani na Uingereza dhidi ya mashariki ambayo iliongozwa na Umoja wa Kisoviet, sawa na baadaye wakatuletea kitu kinaitwa BBC World Service. Si kama mnanielewa? Yani hapa leo, leo nafikiri mtapata madini mengi sana. Ndio wakatuletea kitu kinaitwa BBC World Service, kwa maana sasa wanatoa huduma ya kidunia, na hapa ndipo BBC mara ya kwanza walikuwa wanazungumza Kiingereza. BBC sasa hapa kwenye miaka ya 45 mpaka tisini wakaja na lugha mbalimbali Kiswahili, Kiarabu, Kichina, sijui nini. Yani, wakaja na lugha mbalimbali duniani, ili waweze kusambaza ajenda zao walizokuwa nazo. Kwanza walikuwa wanataka kueneza yale um, mawazo yao ya kidiplomasia, lakini walikuwa wanatafuta soko huria, lakini pia walikuwa wanataka kueneza uhuru wa habari kupitia propaganda zao, kwamba yani media nyingine duniani zione kwamba kumbe unataka kufanya hivi na hivi. Kumbe ilikuwa ni role ya kila ambacho kilifanya na BBC, na hapa walikuwa wanapingana sana na kitu wanasema wao, wanasema ilikuwa ni propaganda ya umoja wa Kisoviet. Kwa nje BBC ilionekana kama chanzo cha ukweli, lakini kwa ndani wao walikuwa na uratibu wa karibu wa wizara ya mambo ya nje ya Uingereza, hususan kwenye maswala nyeti hasa ya kisiasa. Kwa hivyo ingawa bado ilikuwa inaheshimu kama, ilikuwa inaheshimika kama chombo huru, lakini BBC ilianza kutumika kama zana ya ushawishi wa kijiografia ya Uingereza. Na kwenye mwaka 1990 hadi mwaka 2010 ikawa sasa ni sauti ya dunia ya Magharibi baada ya kuanguka kwa muungano wa Soviet ambao ulianguka mwaka 1991, BBC ilijipanga upya kama mtoa taarifa wa ulimwengu ambaye anajitegemea , lakini wakiwa wana mlengo wa kuizungumzia zaidi magharibi, na hapa ndipo tulipoona wakati wa vita ya Yugoslavia, vita vya Iraq elfu mbili na tatu, vita vya Afghanistan elfu mbili na moja. Yaani dunia nzima mpaka kesho inafahamu kuhusu mabaya ya Yugoslavia, inafahamu kuhusu mabaya ya Iraq, inafahamu kuhusu mabaya ya Afghanistan, kwa sababu taarifa zote ambazo walizipata walizipata kupitia BBC ambayo ilikuwa ina mlengo wao maalum. Sawa na wakati huo, lazima mwelewe kwamba BBC wakati huo ilikuwa ina ripoti kwa upendeleo kwa niaba ya serikali ya aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Bwana Tony Blair katika kuharalisha ule uvamizi wa kule, kule Iraq. Hata walipoikosoa serikali walifanya hivyo ndani ya mipaka salama sana, bila kuhoji mizizi ya sera zile za magharibi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ni kwamba BBC ilionekana kama chombo ambacho kimeunga mkono mpangilio wa dunia ambao unaongozwa na Marekani pamoja na NATO. Sasa kwenye miaka ya elfu mbili na kumi hapa, ambapo kizazi uh, yani kizazi kingi kilianza ku, akili zao zilianza kama kufunguka kidogo, mitandao ya kijamii ilipoanza kukua, ilipoanza kukua BBC ikaanza kupoteza imani kwa wananchi, hasa ndani ya Uingereza pamoja na Marekani yenyewe, kwa sababu watu walianza kuhoji juu ya ule upendeleo wa kisiasa unaofanywa, propaganda za kimataifa e, walivyokuwa wanasema kwamba sijui China ni taifa baya, Urusi, Irani. Na ndio maana Urusi, China, Iran wao wanasema hicho ni chombo cha propaganda za kimagharibi. Si kama mnaelewa wazee? Na ndio maana kipindi cha miaka cha, cha, 2020 hapa na ishirini hapa, ambapo White House, Kremlin, na mataifa kadhaa yanaishtumu BBC kwa kuchagua upande katika masuala ya kitaifa, jambo ambalo linapingana na falsafa ya ukweli ya BBC kwamba haipendelei ukwe, uh, upande wowote ule sawa eh? Kwa hiyo wazee, ni lazima ili watu waweze kujua, ni lazima wajue, je, BBC ilianzishwa kwa misingi gani? ilibadilika badilika vipi mpaka leo? Marekani naye anasema <laughs> ni chombo ambacho Hivi unajua, mtu akikwambia hii ni mashine ya propaganda, yani anakwambia hii ni mashine ya uongo, au hii ni mashine ya kula, yani wewe ni zaidi ya kitu fulani. BBC hii ya karne ya ishirini na moja haifanyi tena kazi kwa misingi ya kusimulia ukweli, bali wanasimulia simulizi rasmi badala ya kuuliza maswali magumu. Sasa wanalinda uh, hadithi fulani, mfano uh, magharibi. Yaani wao wanacho portray sasa hivi, wanasema magharibi ni upande mwema. Mataifa pinzani ni, ni ni tishio kwa demokrasia. Teknolojia aa, na, na na mambo ya kiliberali ndio mustakabali wa dunia. Yaani hizo sasa hivi ndio vitu kati ambavyo vipo huko ambavyo wanaviripoti. Wana, wana, kwa mfano nitawambia jambo moja dogo sana. Aa, mnajua BBC waliingia katika ushirikiano na wakibiashara na mashirika wa kimataifa mashirika ya misaada eh, wakfu kama vile uh, Bill na Melinda Gates Foundation ambao wamefadhili baadhi ya miradi ya habari kuhusu afya na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii imeibua hoja kubwa kwamba BBC sasa imefungwa kifedha na hawa wadau wakubwa wa dunia, hivyo haiwezi tena kuripoti kinyume na maslahi yao. Mfano, BBC inaweza ikazungumzia chanjo. Sawa, lakini haiwezi ikahoji mienendo ya kampuni za dawa yani, kwa mfano ile chanjo ya ile corona, si mnajua kwamba ilikuwa ni kutoka kwenye foundation ya Bill and Melinda Gates? Wao walikuwa wanaisambaza, wanatoa taarifa kuhusu chanjo ya corona but they never hawajai kuhoji kuhusiana na na, na, na, na kampuni, mienendo, hizo kampuni za dawa, lakini mabadiliko tabi ya tabia ya nchi, lakini sio kuhoji biashara ya carbon au migogoro ya kiuchumi ambayo ipo nyuma yake wanaweza wakaripoti vita vya Ukraine lakini sio kuchambua kwa kina jukumu la NATO au Marekani katika kuanzisha migogoro hiyo. So hao ndio BBC ambao leo mnaona wanalalamikiwa na hiyo Marekani kwamba ni mashine ya propaganda. Nimejaribu tu kuwaelezea kwa kifupi ili watu angalau mjue historia ya BBC ni nini na waliletwa kwa sababu zipi na pengine hapo sasa mnaweza mkaelewa kwamba BBC ililetwa kwa sababu zipi na inafanya kazi kwa sababu ya nani na ni kwa maslahi ya nani. Na kabla nifunge ni, ni, ni, ni nani bwana, kuna kitu kimoja hivi, sijui kama ndugu zangu mnakijua. Uh, kuna kitu kinaitwa Focus Africa, sijui kama mmeikuona kile kipindi. Kuna kipindi fulani hivi kina Yani kina, kina, kina kina Focus on Africa. Yani chenyewe kile kipindi ni BBC Focus on Africa. Afu kwa bahati mbaya sana ni kwamba kinaendeshwa na, na na watu weusi. <laughs> Kile kipindi cha BBC Focus on Africa, yani chenyewe kazi yake kubwa ni kuripoti mambo mabaya tu ambayo yanatokea Afrika. Yani as if Afrika hakuna kitu chochote kizuri ambacho yani ni kama Afrika hakuna mafly over ni kama hatuna madini, ni kama hatuna nini. Lakini yes ki, ni kipindi ambacho kina kinafadhiliwa, kina na na na wanaokifanya wanakifanya ni waafrika wenzetu. Mbona unasikia wanakuambia sijui kuna, kuna, kuna vipindi vingine vimekuja vinaitwa sijui ai sijui ai on africa, sijui nafikiri watu mtakuwa mna, yani ni vitu ambavyo vinaelezea kuilenga, kuelezea ubaya wa Tanzania, Tanzania iko ikoje, yani Hauwezi ukasikia hata siku moja wanakuambia nah, isee bwana, leo tuna focus on Africa, tunaelezea miradi ambayo imetekelezwa na hayati Dr John Joseph Pombe Magufuli, madaraja sijui ya Busisi kule Mwanza, sijui SGR kule Dar es Salaam, sijui bwawa la Mwalimu Nyerere sijui nini na nini. Yani huwezi ukasikia hivyo vitu wanavifocus on Africa au i, on, oh, I, BBC, I nini na nini, hawawezi wakavifanya hivyo kwa sababu vinakuwa vipo nje ya mlengo wao wenyewe.